Tuangalie jinsi ambavyo watu ambao hawatumii Canva Pro wanapopata shida katika kutengeneza design. Nitakuonyesha umuhimu wa kutumia Canva Premium unapokuwa unatengeneza video zako au una edit content zako kupitia Canva. Sasa hapa video hii nitakuonyesha uh, jinsi ambavyo ukiwa hauna Premium unapoteseka au unapata shida. Tutaanza na mfano wa hii hapa, mfano mtu anataka ku edit video, ukiangalia hapa kuna template nyingi. Uzuri wa Canva ni kwamba huwa tayari kuna Uh, templeti za video zimeshaandaliwa. Kwa hiyo ni kwenda kuchagua templeti unayoitaka, mfano mtu akitaka kuchagua hii hapa, ataambiwa alipie na kulipia kwa Canva. Oh, kwa mwezi ni dola dola ngapi? Dola 30, ambayo ni kama elfu 70 hivi 80. Elfu 70 hivi. Elfu 75 hivi uh, kwa mwaka dola mia tatu, ingawa akija kwetu sisi Victoria Agency tukampatia Canva Premium kwa shilingi elfu tano kwa mwezi, badala ya elfu thelathini, badala ya dola 30 ambayo ni elfu themanini. Kwetu atalipa elfu tano. Sasa kama hauna Canva, Canva Pro inakuwa ni ngumu sana kutumia Canva kwa sababu uh, zile template nzuri, zile template kali unakuwa huwezi kuzitumia. Zipo za free ambazo utatumia mfano, kuna free, mfano kuna hii hapa ya free mtu anaweza akachagua aitumie. Nitakuonesha mfano hapa. Nikitaka kutumia ya free, unaweza ukachagua hii hapa ya free ukaitumia vizuri tu ukaitumia kwa edit yes, ka edit kidogo, kaweka mambo yako mengine, labda unataka kuweka ujumba ujumbe wako hapa. Uh, let's say mimi naweza nikasema niweke <coughs> let's say niweke content yangu moja, niweke post yangu moja hapa. Naweza nikasema niweke maybe post yangu moja ya sasa hivi ni hapa Yes, naweza nikaamua kuweka hii posta labda nikaweka hii posta yangu nikaamua, um, yes, kuweka posta yangu kama hii. Yes hii ambayo na yeye nanywe itakuwa ni, lakini ninachotaka kuonyesha ni kwamba ukitumia Canva ambayo haina pro uh, inakuwa inakuwa ni inakuwa inakuwa kuna template nyingine uweze kuzitumia. Mfano hapa kuna template ambazo ukiwa una design, unachagua hapa template ya aina gani? Chagua hapa hapa mfano una, unataka kutumia hii au bora tuchague template moja nzuri, nzuri. Mfano unataka kutumia hii template. hii template hii ukitaka kutumia unaona ilipo kwa nzuri, labda unataka kutengeneza video moja ya watoto kutumia hii template, itakataa kwa sababu ni premium ambayo itakutaka ulipie dola 30 ila kwangu mimi utalipia Dola ngapi? Unalipia dola unalipia uh, elfu tano tu. Unapata uh, unapata subscription ya mwezi mzima, ambayo unaweza ukatumia template zote hizi kwao. Kama wewe uh, ni mtu yoyote mfanya biashara au uh, designer au uh, mtu aina yoyote ukitaka uh, Canva Pro, unakuja nitafuta kwa namba ya simu ambayo ni 0693880325 nitaweka hapo t uh, nitakupatia. Yes, hizi nitakupatia subscription, nitaka subscription ya mwaka, subscription ya mwezi, subscription ya ya muda wote ule, hata ya lifetime unapata. Sasa hapa nilikuwa nakuonesha jinsi ambavyo unatakiwa uh, nakuonesha umuhimu wa kutumia wa kutumia Canva Pro. Kuna template za free ambazo unaweza ukatumia, mfano hii hapa ni ya ya free, hii hapa ni ya free, unaweza ukatumia Ukitumia free unakuwa mfano unatengeneza video zako yes, unatengeneza video zako tu vizuri. Ukiweka ya free unaweza ukatumia ukawa una edit hapa, unaweka maneno yako unayotaka, unaedit vizuri um, yes, kuna templates nyingi sana ambazo unaweza ukatumia, ingawa ukitaka template kali zaidi unatakiwa utumie ile ya premium, ambayo inakuwa ina template kali sana free unaweza ukaweka taarifa zako nyingine labda hapa una design video, unaweka taarifa zako unazotaka, lakini ukitaka tu kutumia zile template kali ambazo, ambazo ni premium. Inakuwa inakukataza, inakataa. Mfano ukitaka uweke template itagoma, itakwambia ulipie. Sasa ili kulipia limeshapa open ambayo utatafuta sisi, uh, sisi kwa namba yetu, namba yetu ni hapa 693880325. Hmm, ambapo yes, utakupatia access ya Canva kwa hiyo tuangalie well, na mfano mwingine huu, uh, ni mfano wa kweli video kwa mtu ambaye taka kuedit video na ana nini? Ana Canva Pro atakutana na hizo changamoto, lakini unaweza ukaedit video mbalimbali mbali. yes, unaweza ukaedit uh, video nyingi. Unachokitaji ni kuchagua template ya video unayoitaka. Mfano, naweza nikachagua template ya nikachagua template ya wanafunzi nikasearch hapa student, student nikachagua template yake, labda template ya graduation. Naweza nikachagua, yes, template ya graduation, nikachagua hii hapa one, one minute. Naweza nikaanie, yes, template ya graduation, very simple kama hii, ambayo nitaiweka hapa, nitairekebisha au nitaangalia sasa. Hmm, kama natumia free ina maana nitachagua zile nani zile template za nani zile ambazo hazihitaji kulipia. Lakini mfano nime search graduation, uh, student, au nime search graduation kama hii hapa, happy graduation, ili kuitumia itaniambia nilipie. Kwa hiyo ukikutana na hii changamoto ambayo inakutaka ulipie wakati wa kutengeneza video zako, usahau kutafuta sisi, tutakusaidia kupata subscription ambayo itakusaidia uweza kufanyaje? Uweza kutumia hizi template graduation. Graduation. Itakusaidia kuweza kupata template zote hizi free, mfano hizi picha nyingi za graduation hapa, video nyingi za graduation yes, happy graduation yes, happy graduation, hizi unaweza ukatumia hapa, ni unaweza kutafuta video kako kaweka hapa ukabadilisha maneno mengine ukaongeza template ya kitu unachokitaka, labda hapa juu unataka uweke picha ya chuo chako. Unaweza ukasema angwani, weke hapa picha ya chuo yoyote vile unavyovitaka. Uh, then kupitia hapo unakuwa unaweza kuexport kuexport, uh, una download hiyo nani yako video yako sasa. Ili ukiwa download unatakiwa, uh, un download kitu kwa -liku. hapo unachokifanya ni unaongeza hapa na hapa kwenye quality itakataa kwa sababu uh, hauna premium. Umeona faida nyingine ya premium kwamba ukitaka kudownload hapa kwenye quality itagoma. Kwa hiyo ikigoma hapa, ina maana video yako itakuwa haina quality. Sasa kama haina quality, unafanyaje? Unatakiwa ulipie premium ambayo ulipia, tumeona kwamba ni dola 30 kwa mwezi. Sasa ambayo ni hatari hiyo dola 30 kwa mwezi ni hela nyingi sana. Kija kwangu, nitakupatia kwa dola tano. Kwa hiyo wow, ukitaka hapa unaweza ukadownload ambayo haina quality nzuri, ukadownload tu katika mfumo wa video, katika yes, mfumo wa video ukamaliza kudownload video yako ikawa tayari, lakini hapa yes, inakuwa ina download video hapa. hizo ndo changamoto utakazo kaa nazo sasa, unatakiwa uwe na premium ili uweze kutoa kitu kikali na kutengeneza content kikali zaidi. Premium ambao ndo Canva Pro. Hii ndo content ambayo unaweza ukaitengeneza. Yes, kama unataka ku edit video, kama unataka ku edit nini, na katika ku edit video sio lazima iwe video ya nani, yeah. Yes, unaweza ku edit video za za za, za, za mfumo hapa, koneshe mfumo mfumo wa unaweza ukaedit video za mfumo wa landscape, ambapo utachagua hapa. Ukichagua hapa hizi landscape ni kama zile video za YouTube ambazo unaweza kutumia kwenye simu, na kuja hapa unachagua template. Yes, unachagua template unayotaka unaweka, labda hii, naweza nikasema nitumie hii template hii, ni itakuja kuonekana, naweza nikachagua template inayoitaka nikaweka hapo Template, ninayotaka nikaweka hapo. Una, sasa changamoto inakuja pale ambapo unataka kutumia template lakini zinakataa zinakuja zile za premium. Labda unataka kutumia hii hapa, utaona inakataa inakwambia ulipie premium. Na changamoto nyingine unakutaka ni template pako vizuri sana lakini utashindwa kutumia kwa sababu sio premium. Na changamoto nyingine utakutana utakapokuja kuexport hapa ku, ya, ku download, utakutana na vikwazo vingi kwamba uweze kwa ukaongeza quality. Kitu ambacho ni kibaya sana. Kwa hiyo uh, this is the best way taka kupata Canva Pro. Canva Pro, Pro. Nitakute kwa WhatsApp number sulsa9338825. Kwa hiyo uh, yes, hiyo ndio njia kutaka kudesign kwa Canva. Ndio natakiwa kupata hivyo vigezo hivyo.